Wa uko Chato tunaamini kwamba atatufikisha kule kwenye malengo ambayo rajia, na sisi tunayoyatarajia kutokana na yeye jinsi anavyochapa kazi. Tunafurahi sana, tunayo furaha kubwa tukiangalia maendeleo ambayo tulikuwa nayo hapo nyuma, na sasa hivi Chato imekwenda vizuri sana toka hapo Magufuli amechaguliwa. Barabara mara ya kwanza zilikuwa zipitiki, lakini baada ya kuchaguliwa tu Mheshimiwa Magufuli ile mara ya kwanza, barabara zote za Chato zimekuwa zikipitika vizuri hadi vijijini yaani kule watu walikuwa zamani huwezi ukapita na kwa baisikeli kwa tunaangaika, lakini sasa hivi watu wanapakia hadi gunia nne kwenye baisikeli kwa sababu ya barabara, ubora wa barabara. Sisi kwa kupita mheshimiwa Magufuli ni furaha kwetu, kwa sababu sisi wa bodaboda hapa tunamuunga mkono moja kwa moja, tuko pamoja naye. Mimi kama mkazi wa Chato ninamfahamu jinsi ambavyo kazi ameifanya hapa Chato. Nina furaha sana. Kilikuwa ni kijiji kilikuwa ni kijiji ambacho hata hakitambulikani, lakini sasa hivi tunajulikana. Tuna furaha kubwa sana, wananchi wa Chato.